Shirika la utafiti wa mimea na mifugo KARLO limewataka wakazi wa maeneo kame kupanda mbegu mpya ya mbaazi inayoweza kukomaa kwa haraka na kufanya vyema katika maeneo kama hayo. Zao hilo linatarajiwa kusaidia pakubwa kukabiliana na njaa haswa maeneo yaliyo kame. Michael Mutinda anaarifu. Kwa mujibu wa shirika la KARLO mbegu hii iliyozinduliwa mwaka jana inalenga kuboresha ukuzaji wa chakula katika maeneo kame sawia na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga kupitia mbegu hii inayojulikana kama Mituki. You'll do them in Daraka. You'll do them in lower parts of Embu, Mbere. You'll do them in all the other... Is it four or three counties? Machakos, Kitui, Makueni, Makueni, Kajiado, and even Kajiado and even Taita Taveta. But actually, the major testing areas are Kitui, Machakos, Makueni, and also Taraka. Due to the, to the, to the, the insufficient rains in the area we are supporting farmers to adopt to the drought-tolerant crops of cowpeas, pigeon peas, and green grams. Currently, we are supporting the cooperative in promoting the new pigeon variety mitoke pigeon variety which is bred by Calro and uh, as an organization we have ensured that there is availability access to seeds to the farmers. Aidha, hamasisho linaendelezwa kwa wakulima na hususan wanaotoka kaunti ambazo hushuhudia kiangazi kama vile Makueni, Kitui, Machakos na Tharaka Nithi, kupanda mbegu hii ambayo tayari imeonyesha mazao mazuri kwa wakulima waliopanda mapema mwaka huu. Mwezi wa nne nimeanza kuchuna mbaazi zikiwa bichi na si kawaida kama watu wa heria hii kupata mbaazi mwezi wa nne. Sasa naifurahia sababu ni mbegu ambayo inakupatia mazao mengi, ni mbegu kubwa kulingana na mbegu zile zingine, na pia haina magonjwa kama zile zingine ainanga, eh, magonjwa mingi. Ah, ninaipenda juu kwa hiyo kukua haraka tumeanza kukula, hatuna kununua chakula kwa nduka. Tunaivuna tu kwa shamba, tunaitoa kwa shamba, tunakula. Michael Mtinda, Runinga ya Citizen, Makueni.